Kama nilivyoeleza katika video niliyoiposti hapa jana kwamba nilitarajia Askofu Josephat Gwajima mbunge wa Kawe kwa tiketi ya CCM angetumia mahubiri yake ya leo Jumapili ya Juni Mosi elfu mbili na ishirini na tano, kumjibu mwenyekiti wake wa taifa wa chama hicho, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuhusiana na mtafaruku unaoendelea ndani ya chama hicho kuhusiana na janga la utekaji, na kwa hakika imekuwa hivyo leo katika mahubiri yake. Uh, uh, Askofu Gwajima amejibu kwa kina kabisa hotuba fupi ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyoitoa juzi, ambapo alikuja na neno gwajimanization, na Askofu Gwajima amelikubali neno hilo na kulitolea ufafanuzi. Sasa awali nilitaka ni makala hii iwe na sehemu mbili Yani, sehemu ya kwanza kueleza muhtasari wa yote aliyoyongea Askofu Gwajima leo, halafu baada ya kufanya hivyo niunganishe kipande cha hotuba yake, lakini nimegundua kwamba kufanya hivyo nitakuwa na wanyima uhondo kwa sababu itakuwa video ndefu sana. Sasa badala yake nitatengeneza video mbili, ya kwanza ni hii hapa ambayo inafanya uchambuzi wa aliyoyaongea Askofu Gwajima leo, haijakuwa kazi rahisi. Kwa hiyo ya kwanza itakuwa ni uchambuzi, halafu nitaweka tena video nyingine ambayo itakuwa ni audio ya alichokiongea Askofu Gwajima. Hata hivyo kazi hii haijakuwa rahisi, na kwa hakika uh, kama kuna Watanzania ambao wanaguswa na anachokifanya Askofu Gwajima kuhusiana na ili janga la utekaji, kwa kiasi kikubwa leo amemwangusha. Kwa sababu gani? Vyombo mbalimbali vya habari nchini Tanzania vimezuiwa kuripoti maudhui yanayohusiana na Askofu Gwajima. Jana tu uh, Milad Ayo ameweka kwenye akaunti zake za mitandao ya kijamii taarifa kwamba uh, mamlaka ya mawasiliano ya Tanzania TCRA e, imemtaka kuondoa maudhui yanayohusiana na, na askofu Gwajima. Kwa hiyo njia pekee ya haya maudhui kuwafikia watu wengi ni kwa wananchi wenyewe kufanya jitihada za kuyapata na kuyasambaza, kwa sababu hii inakuwa ni njia rahisi zaidi kuliko kutarajia vyombo vya habari ambavyo vimeshadhibitiwa. Kwa hiyo katika jitihada za kupata kwanza hicho alichokiongea, haikuwa kazi rahisi, kwa sababu ni vipande vipande lakini hata huu muhtasari inaotoa ni wa baadhi tu aliyoyasema, kwa sababu sikuweza kupata video uh, maelezo yote uh, ya, aliyoyaongea na hata angepatikana yote um, hiyo, um, live, hiyo, live stream alofanya ilikuwa ni takriban masaa matatu. Kwa hiyo kwa isingekuwa rahisi kuileta yote kwa pamoja kwao. Kwa kifupi hii video ya sasa inahusu kwa muhtasari nini alichokiongea Askofu Gwajima leo halafu kutakuwa na video nyingine ambayo itakuwa na audio fupi ya aliyoongea leo. Kupata yote kwa, kwa ujumla itakuwa sio rahisi, kwa sababu ni ndefu, lakini pia ni vigumu kuipata kwa sababu haipo mtandaoni na, na channels nyingi zimezuiliwa zimezu kuiweka. So kwa kifupi um, ibada yake ya leo ilianza na wimbo wa taifa uh. Baada ya kumaliza wimbo wa taifa Askofu uh, Gwajima alikwenda moja kwa moja kuongelea uh, haya yanayoendelea nisingependa kurudi nyuma kueleza nini kilichotokea, lakini kwa kifupi, tarehe 24 ya mwezi uliopita Askofu Gwajima alitisha press conference na kuongelea janga la utekaji, na majuzi Rais Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa taifa wa CCM, amemjibu Askofu Gwajima na akadai kuwa kuna watu ambao hawafai kuwemo ndani ya chama hicho, na chama hicho kijaribu kuwaepuka. Hayo unaweza kuyaona katika video ambazo nimeziweka kwa, sio a, muhimu kuyarudia kwa sababu itarefusha hii video inayoifanya. Kwa hiyo kwa kifupi, Askofu Gwajima amesema kuwa mahubiri aliyofanya ya leo yalikuwa yanawafikia, yanayafikia makanisa elfu mbili mia moja arobaini na moja ambayo yako chini yake, na hii ilikuwa ni statement ya kujaribu kuonyesha kwamba huyu si mtu mmoja na anaweza, ni mtu mmoja lakini sauti yake inafika mbali, makanisa elfu mbili mia moja arobaini na moja Sasa bila kujali kila kanisa lina watu wangapi, kwa hakika ni watu wengi na endapo watu hawa wote watapata ujumbe ambao wanautoa yeye na, ye, na kuusambaza, ujumbe huu utasambaa. Kwa hiyo hii ni tahadhari aliyokuwa anaitoa bila kuitaja, kwamba nina watu wengi nyuma yangu. Akaendelea kusema kwamba uh, alichokisema sasa. Kwa kifupi, mahubiri pia yaligusia, yalifafanua na kugusia press conference yake yani. Hakuingia kiundani kuirudia yote, kwa sababu nayo ilikuwa ndefu kama dakika arobaini bali amegusia point za msingi alizoziongea katika ile press conference yake. Hili lina umuhimu kwa sababu linathibitisha. Kwa sababu hapa katikati kumekuwa na baadhi ya watu wanasema, ah, huyu bwana labda katumwa, huyu labda anataka tu kuwatoa watu relini, kwamba ah, huyu labda kuna suala la kesi ya mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chadema, ah, hiyo kesi ya mchongo wa uhaini, kwa hiyo ametumika huyu kuwatoa watu relini. Wengine wakawa wanasema, ah, labda iko sababu ya mambo ya no reforms no election. Makamu wa taifa wa taifa wa Chadema upande wa bara mheshimiwa John Heche anafanya vizuri na kina Mheshimiwa Lema na wengineo kuendeleza ajenda japo Mheshimiwa Lisu yupo jela. Kwa hiyo watu wakawa wanahisi kwamba labda hili swala la Mheshimiwa Gwajima limetengenezwa tu kwa ajili ya kuwatoa watu relini. Kwa hiyo leo amerudia yale aliyoyasema katika press conference na kuyafafanua na kuyapigia mstari, lakini pia amemjibu Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kwa kifupi unaweza kusema kwamba uh, mahubiri ya leo yalikuwa na ajenda kuu tatu: kwanza kumjibu uh, Rais Samia Suluhu Hassan, pili kusisitiza yale aliyosema huko nyuma, na tatu kueleza way forward. Yajayo ni yapi? Na kwa kifupi hayo matatu ndio yanayotengeneza muhtasari wa hiki nachoendelea kukieleza. Akasema kwamba katika press conference yake alitaja uh, idadi ya watu mpaka sasa hivi walikuwa nao ni themanini na tatu, lakini akaenda mbele zaidi, akaenda mbali zaidi, akahamasisha watu ambao hawaja come forward, watu ambao hawajajitokeza kueleza kuhusu kupotelewa ndugu zao kutekwa kwa ndugu zao wajitokeze ili taarifa ziwe updated. Na akasisitiza watu wawasiliane naye kwa namba za kanisa na akaweka namba pale. Pia akasisitiza kwamba hata yumba atasimama mpaka wote waliotekwa wapatikane, au mamlaka husika zichukue hatua sahihi. Akalibadili swala hili kuwa tu la haki za binadamu, la kwamba kutetea haki za binadamu na kwamba sasa swala hili pia ni la kiroho akasema vaeni silaha za kiroho, tutashindana na tutashinda. Akaendelea kusema kwamba tunakataa utekaji katika Tanzania yetu, hatutoruhusu utekaji kuwa jambo la kawaida. Ukimya ni kumruhusu shetani. Nakataa kukaa kimya. Tanzania ni yetu sote. Tanzania kwanza, yeyote yule na lolote lile linafuata baadaye. Kwa hiyo, huu ni mchanganyiko wa masuala ya kiitikadi, maswala uh, ya haki za binadamu, lakini pia uh, kama wajibu wa kiroho akaendelea kusema kwamba kuna kakikundi fulani kanateka watu kwa maagizo ya mwanasiasa fulani. Hili ni la muhimu sana. Kwa sababu katika press conference iliyopita alijaribu kutengeneza taswira kwamba labda kuna kikundi na alitumia neno labda kwamba labda kuna kikundi chenye nguvu ambacho kinafanya utekaji. Lakini Idara ya Usalama wa Taifa inapofuatilia au Jeshi la Polisi linapofuatilia, wanashindwa kukabiliana, kwa sababu labda pengine, kuna mtu mamlaka labda ya uteuzi. Lakini ilikuwa vague, haikuwa Straightforward kama alivyosema leo katika maelezo yake leo, kanabaisha kwamba kuna kiku, kikundi fulani kanateka watu fulani kwa maagizo ya mwanasiasa fulani. Kwa hiyo hii ni kauli inaonyesha uthabiti kwamba kuna mwanasiasa yupo nyuma ya swala hili la utekaji. Ni nani? Sio ngumu sana kuhisi ni nani anaongelewa hapa. Akaendelea kusema kwamba rais akiondoa wakuu wa vyombo vya dola anatakiwa atoe taarifa. Huu ndio ushauri wangu wa kukomesha watekaji. Amesema akasema kwamba kwa wakuu wa vyombo vya dola wanaogopa kuhusu waliowakuta wenzao, na hapa alikuwa anarejea alichokiongea katika press conference yake iliyopita, kwamba katika idara ya usalama wa taifa tangu Rais Samia Suluhu Hassan aingie madarakani wakuu watatu wametolewa mfululizo. Alianza uh, aliyekuwa mkuu wakati rais anaingia madarakani Bwana Diwani Athmani Uh, baada ambaye alidumu kwa takriban mwaka mmoja tangu Mama Samia aingie madarakani, baadaye akaondolewa na nafasi yake ikachukuliwa na bwana Saidi Masoro, ambaye huyu alidumu kwa miezi michache tu naye akatolewa. Uh, halafu akaja balozi Ali Siwa ambaye alidumu kwa takriban mwezi mmoja naye akaondolewa, na sasa yupo uh, bwana Selemani Mombo. Uh, kwa hiyo katika, kwa maelezo ya Askofu Gwajima hasa katika ile press conference yake iliyopita kasema kuna uwezekano kwamba sababu za hawa watu kutolewa ni kwa sababu walikuwa wanafanya uweledi katika majukumu yao, walikuwa wanasimamia haki, lakini pengine mamlaka ya uteuzi ilikuwa haipendezwi na wao kutafanya kazi zao kwa uweledi, na akasema kwamba hili linakuwa na athari kwa kwamba hata hawa wakuu waliopo sasa hivi wanaweza kuwa na hofia kutekeleza kazi zao kwa ufanisi, kwa sababu wanajua kilichowakumba wenzao, na akahusisha hili na swala la utekaji kwamba kwa nini uh, utekaji wakati unaendelea, Idara ya Usalama wa Taifa, Jeshi la Polisi, um, Jeshi la Wananchi Tanzania hawaonekani ha, kufanya jitihada za maksudi za kukabiliana na swala hili. Pengine wanataka kufanya hivyo, lakini kuna mamlaka ambayo inawazuia kufanya hivyo, na akasema kwamba yeye alichofanya katika press conference ni kutoa ushauri na wahusika walikuwa na uhuru wa kuukubali au kuukataa kwa sababu ule ni ushauri na ametoa ushauri ule kama Mtanzania, sio kama Askofu Gwajima, sio kama mbunge wa CCM kwa, uh, katika jimbo la Kawe, na wala sio kama mjumbe wa halmashauri kuu wa uh, ya chama hicho cha ja, CCM bali Mtanzania. Akaendelea kusema kwamba sasa hili ni la muhimu sana. Akasema kwamba yeye yeah, ametumwa na Mungu na safari hii watamjua. Mungu amenituma kwa ajili ya nchi hii hii sasa, kama nilivyosema awali, kuna taswira ya kutetea haki za Watanzania, lakini sasa pia kuna, ta, kuna taswira ya kiroho kwamba hili jukumu alilokuwa nalo ametumwa na Mungu na hii inalenga kugusa nafsi, kugusa hisia za waumini, lakini pia kwa makundi mawili yanayolengwa. La kwanza ni la kiroho, lakini pili, kwa watu wenye dhamira nzuri, kwa watu ambao wanataka kuona Tanzania haiendelee kuwa kabiliwa na ili janga la utekaji kwa hiyo hapa alikuwa analenga zaidi ya ile ah, kadamnasi yake, lakini taswira watu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa wengi zaidi ambao wa wanaguswa na tatizo na ovio ovio hili, na akatahadharisha kwamba unayenivamia ovyo ovyo hutaweza hili. Lilikuwa ni jibu kwa hao ambao wa wana tafsiriwa kuwa kuona mwandani, lakini mlengo hapa alikuwa ni mmoja. Akasema kwamba CCM haina sera ya utekaji na akataje kwamba Mwalimu Julius Nyerere hakuleta sera ya utekaji, marehemu Ali Hassan Mwinyi, rais wa pili wa Tanzania hakuleta sera ya utekaji, rais wa tatu marehemu Benjamin Mkapa hakuleta sera ya utekaji, rais wa nne Jakaya Mrisho Kikwete hakuleta sera ya utekaji, na marehemu John Pombe Magufuli hakuleta sera ya utekaji. Sasa swala ya utekaji limetoka wapi? Na hii sio sera, siyo. Lakini kwa makusudi hakumtaja Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo unapata taswira fulani hapa katika hiki anachokiongea. Kwa hiyo katika maongezi yake kwenye press conference ya juu ile ya, ya, ya, ya, ya u, siku chache zilizopita na hiki alichokiongea leo kuna mambo fulani ambayo hajayaweka wazi moja kwa moja, lakini ukitafakari unapata picha nani analengwa nani ananyoshiwa kidole. Akasema kwamba sisi maina sera utekaji na akatoa wito kwa waumini wake na Watanzania kwa ujumla kwamba tupige makombora hadi anayeteka watu atokee hadharani na hili la msingi, kwa maana kwamba kuna mtu yuko nyuma ya hili swala utekaji. Kwa hiyo akawa anahamasisha kwamba kuwepo na jitihada kubwa, ili huyo anayehusika na anayetoa maagizo au anasimamia watekaji mwishowe ajitokeze hadharani, na akasema kwamba yeye ataendelea kuwa ndani ya CCM na ataendelea kuipenda CCM, lakini msimamo wake dhidi ya utekaji utaendelea kuwepo na akatahadharisha tena kwa sababu mara ya mwisho alisema kwamba yeyote atakayemjibu yeye ata, atakabiliana naye kwa kuitisha press conference nyingine kama ile ya mwanzo aliyoifanya. Kwa hiyo amesema kwamba ataitisha press conference nyingine na kwamba endapo watekaji watanifuatafuata watanifu, nitaweka mambo hadharani. Kwa hiyo ala maana kwamba watu ambao wanamwandama ndio watekaji. Haya maelezo yanaashiria kitu fulani, lakini pia inaelekea ana taarifa ambazo sisi hatuzielewi, uh, yani Watanzania kwa ujumla, ametishia kwamba ataziweka hadharani. Sasa inawezekana ni mbinu tu anayotumia ili kuwatisha hao wanaomwandama, lakini inawezekana anataka kusababisha baadhi ya watu. Kumekuwa na tetesi kwamba uh, hasa navyokazania sana kuhusu vyombo uh, vya dola. Kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba labda kuna mkono uh, mkono, kwa maana kwamba aidha watu wamemwomba aongee kwa niaba uh, baadhi ya watendaji angalau wastaafu au hata pengine waliopo madarakani Uh, waongelee kwa sababu kwa taarifa nilizozipata na niliandika kwenye tweet moja jana kwamba ile press conference yake iliepusha jambo fulani sehemu fulani, na mimi siwezi kutaja, siwezi kuingia kiundani nini hasa kilichofanyika. Lakini hicho kinaweza kujenga taswira kwamba kuna mkono wa watu fulani wazito ambao hawapendezwi na mambo yanayoenda, na pengine walimuomba Askofu Gwajima aongee kwa niaba yao. Hili linawezekana. Uh, lakini siku chache zijazo naamini tutakuja kufahamu mengi zaidi. Sasa kwa ku, kwa kifupi amesema kwamba ataandaa press conference nyingine na kwamba endapo watekaji watamfuatafuata basi ataweka mambo mengi zaidi hadharani. Na aka, sasa amechukua wito, yani uh, ametoa maagizo. Um, utekelezaji sio hicho alikuwa hayo yote aliyofanya kwamba anaanzisha maombezi ya maombi maalum kwa ajili ya kuliombea taifa na atayaongoza maombi haya. Uh, atakuwa anakwenda bungeni kama kawaida, lakini pia atakuwa na shiriki katika maombi haya. Kwa nilivyoelewa ni kwamba maombi haya yanaanza kesho saa kumi jioni, na amesema kwamba anamwalika askofu mmoja kutoka Kenya, nadhani askofu wa kanisa wake, amemtaja jina lakini sikulipata vizuri. Sasa amesema kwa maombi hayo yatakuwa maalum kwa ajili ya waliotekwa wakina, akamtaja Deusdedit Soka, akamtaja Mdude Chade wa Mdude Nyagali na wengineo. Akasema tutaombea wa wafungwa, kuna mashehe watano wa sita ambao wamehukumiwa kunyongwa hivi karibuni, akasema kwa hawa nao pia watajumuishwa katika ma, maombi hayo akasema lengo sio kuingilia uhuru wa mahakama, lakini kwa sababu dini inataka kuombea watu wanaokuwa katika mazingira kama haya, kama watu wanaohukumiwa kunyongwa. Akasema tutaiombea nchi yetu, akasema tutaombea Wakristo, tutaombea wa Islam, na watu mbalimbali walipata matatizo. Akamtaja katibu mkuu wa Baraza la Maskofu Katoliki, TEC Father Dr. Charles Kitima, alijeruhiwa na anasema kwamba amefahamishwa kuwa bado anaendelea na matibabu. Akasema pia atawaombea, ataw, ataw, <coughs> viongozi mbalimbali wa dini um, na akamtaja shehe wa Zanzibar aliuawa aliyetekwa na kuuawa. Katika hili la shehe wa Zanzibar, ali, hili aliyoigunsia mwanzoni kabisa kwamba mara baada ya press conference ya conference yake limetukia pia tukio kubwa ambalo hata hivyo alijapewa uzito mkubwa sana. Kuna shehe Zanzibar alitekwa, shehe maarufu huko Zanzibar alitekwa, na baadaye maiti yake ikapatikana akiwa ameuawa. Kwa hiyo um, kwamba tukio la utekaji sio tu bara bali pia liko Zanzibar, sio tu viongozi wa dini labda wa Kristo kama Fadha Kitima, lakini pia huyu shehe. Kwa kifupi kwamba hata watu ndani ya CCM wanaweza kumwona. Akasema pia kwamba kuna kiongozi mmoja wa CCM kanda ya Ziwa kule ametekwa na mpaka leo hafahamiki yuko wapi. Kwa hiyo akasema walengwa wa utekaji ni kila mtu, pia katika hili anasema ali, ref, uh, awali katika ile press conference iliyopita alitoa mfano kwamba kuhusu Abduli mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa mfano akitekwa, alafu kesho yake apatikana ametoboliwa macho. Akataja mtoto wa, kwa mfano mtoto wa waziri mkuu Kasim Majaliwa akawa ametekwa alafu ametoboliwa macho na vitu kama hivyo, lakini leo akaenda mbali zaidi, akamtaja kwa mfano mtoto wa Rais Jakaya Mrisho Kikwete akatekwa akatoboliwa macho. Um, au mtoto wa marehemu Ali Hassan Mwinyi akatekwa akatolewa haya. Huu ni ujumbe ambao kimsingi kama nilivyoeleza awali katika makala zilizopita unajaribu kule, kujenga picha kwamba hao wanaotekwa maisha yao yana thamani sawa na watoto wa viongozi uh, kwamba watoto wa viongozi kama wanathaminiwa basi pia wananchi wa kawaida wanapigwa wanastahili kuthaminiwa vile vile. Uh, kwa hiyo Mwishoni akasema kwamba kuna database ya takriban watu uh, milioni tatu ambayo inamilikiwa na kanisa lakini wanai update na akawataka watu mbalimbali popote walipo kusajili taarifa zao kuto, kuwasilisha namba za simu ili watumiwe taarifa mbalimbali. Maana yake nini? Maana yake kuna movement inaanzishwa. Na movement yenyewe hiyo nini? Ni hiyo Gwajimanization. Kwa sababu wamesema Gwajimanization ni utetezi wa haki na hili alikuwa na mjibu Rais Samia Suluhu moja kwa moja kwamba ameitwa sijui uh, ana Gwajimanize kuna hii mpya imeanzishwa Gwajimanization, lakini hii ni uh, kwa ajili ya watu majasiri kwa ajili ya watu wanaotaka uh, maslahi bora ya nchi yao. Uh, kimsingi alirudia kile alichokieleza katika kipeperushi, kwa sababu kuna kipeperushi kilisambaa jana, kabla ya, ya, kabla hii ambayo ndio kiliashiria kuwa leo ataongelea maswala, na kipeperushi nasema Gwajimanization ni ujasiri usiotetereka wa kusema ukweli haijarishi ukweli huo ni mchungu au wapendezo walioko madarakani, ni dhamira thabiti ya kutetea maslahi ya taifa kuliko maslahi binafsi na kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kuisababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuluma. Kwa hiyo ameikubali Gwajimanization na ameibadili sasa kuwa ni movement, na hili ni goli ambalo CCM wanaweza kuwa wamejifunga wenyewe na yeyote aliyemshauri uh, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan juzi kumwongelea Mheshimiwa Gwajima, huyo aliyetoa ushauri alikosea, kwa sababu kwa upande mmoja wamempa umaarufu ambao pengine hakustahili kupata, lakini ni kama ile wanasema kuwa umempiga chura teke, kwa sababu uh, lile neno Gwajimanization ambalo pengine lilikuwa na tafsiri uh, hasi huyo amelibadili na kulifanya kuwa chanya kwamba hii ni kwa ajili ya kila Mtanzania, na akasema pale kanisani watu wanaunga mkono kwa Gwajimanization, wakubali wanyoshe kidole. Na ukisoma comments katika wakati anafanya hii hotuba, utaona pale chini, kila mtu, watu wengi wanasema wao, nimekuwa kwa Gwajimanize, nimekuwa. Kwa hiyo hili neno litakwenda viral na hili litasaidia ujumbe, lakini kikubwa Watanzania wengi hawapendi swala la utekaji, na yoyote anayeonekana kumkemea anayekemea utekaji anaonekana kama anaunga mkono utekaji. Nimejitahidi kufupisha na muda uh, ili isiwe ndefu. Kwa hiyo hapa ndio hiki nilichoweza kufanya. Basi karibu utoe comment. Asanteni na kwaherini.